Unakunywa pombe za mara kwa mara au unakunywa dawa kila siku, kinachoenda kupata shida au mzigo mkubwa unaelemea sehemu gani? Unaelemea kwenye ini lako, kwa sababu ini lako ndilo ambalo linachakata alkoholi ambayo iko ndani ya pombe, lakini pia inaenda kuchakata kemikali ambazo zipo katika dawa. Kwa hiyo dawa yoyote unayokunywa A pombe yote ambayo unakunywa basi ukaukijua ini lako ndio ambayo linahusika na, na mzigo huo wa kuchakata sasa endapo utatumia kwa muda mrefu vitu hivyo ina maana ini litaanza kushindwa kufanya kazi yake ipasavyo kwa hiyo sumu zingine zitakuwa zinaingia kwenye mwili zinashindwa kuvunjwa ku, na kutolewa matokeo yake zitabaki ndani ya mwili mwili wako na hapo utaanza kuona kinga zako za mwili zinashuka utaanza kuona unaugua mara magonjwa mara kwa mara lakini pia ngozi yako itaanza kuwa inakosa nuru na pia unaweza ukapata magonjwa ya ini. Sasa kama wewe ni mmoja watu ambao wanakunywa pombe sana, watu ambao wanatumia dawa kila siku kutokana na magonjwa ambao wanayo, basi chukua namba yangu ambayo nipigie, niweze kusaidia programu nzuri ya kuweza kulipa uh, ini lako nguvu kama mwanzo, lakini pia kulisaidia kutoa sumu ambazo ziko ndani ya mwili wako. Kuna watu ambao wanasema kwamba mwili wangu unawasha, hiyo pia ni mmoja ya dalili kwamba huo mwili sumu zimeanza kujaa katika ngozi yako na kusababisha mwili kuwa unawasha. Kwa hiyo kama ulikuwa hujawahi kuoa sumu vizuri, basi ziko programu nzuri za kuweza kufanya sumu ziweze kutoka vizuri, lakini pia kusaidia ini lako. Watu wengi programu ambazo wanazo ni kutoa sumu, lakini mimi programu ambayo wa ninayo ni kutoa sumu, lakini pia kulisaidia ini liweze kufanya kazi yake inayotakiwa ya kutoa sumu na kuacha vitu salama. Lakini pia hii ni kazi yake nyingine ni kugeuza baadhi ya kemikali ambazo hazina hazina athari kwako sana, na kuzigeuza kuwa salama. Kwa hiyo sasa, kama ini lako litakuwa lifanyi kazi vizuri, na maana hata vile vitu ambavyo vingeweza kugeuzwa na kuwa salama vitakuwa pia haviwezi kufanyika kama inavyotakiwa. Kwa hiyo kama wewe ni mmoja ambao anajali afya zao, chukua namba yangu bayo nipigie, naweza kukusaidia kwa sababu jukumu la kusaidia ini letu ni jukumu la kila mmoja wetu. Haijalishi unakula nini, haijalishi unavaa, unakunywa una, una nini. Kusubabu, kwa sababu unaweza ukawa nakula unasema, mimi nakula mboga mboga, lakini mboga mboga hizo zimemwagiwa kemikali. Inawezekana unasema kwamba mimi nakula matunda mazuri, lakini matunda hayo yametengenezwa kiwandani. Kwa hiyo unaweza ukasema kwamba uko safe, kumbe hauko safe. Yaani, bado uko kwenye sehemu ya hatari. Kwa kutumia programu mbalimbali ambazo zinaweza kusaidia, itakuwa ni bora zaidi. Chukua namba yangu bayo, nipigie niweze kusaidia.